Haleluya, narudia tena kusema hivi, unapomwomba Mungu akijibu sawasawa na matarajio yako, amejibu na akijibu tofauti na matarajio yako pia amejibu. Haleluya, haleluya. Tungetamani kuwa na majibu yanayofanana na matarajio yetu, lakini Mungu anaona mbali sana kuliko tunavyoona. Unaweza ukaomba kitu asikupe Kumbe alikuwa na kusudi zuri kwa ajili yako. Kuna mama mmoja alilia baba, alikuwa anataka friji in freezer, akalia akalia, Mungu nipe freezer, Mungu nipe freezer. Mungu anamwambia mwanangu, sio sasa. Akaendelea kulia, kulia, kulia, baadaye Mungu akampa freezer. Alipompa freezer, alikuwa na mtoto mdogo hivi wa miaka mitano hivi. Sasa wakawa wanacheza kombolela na wenzie na yule mama alifurahi na akaenda kanisani akamshukuru Mungu, amepewa nini? Freezer. Sasa alipokuwa anacheza na wenzie, yule mtoto akatamani kujificha sehemu ambapo wengine hawatamuona. Kwa akafungua freezer, akaingia kwenye freezer. Freezer ikagandisha, na kweli alifanikiwa, kwa sababu wenzake wote wa kumwona na hawakumwona tena. Mama aliporudi toka kazini ametafuta mtoto wa kumwona, baadaye sana anafungua freezer anamkuta mtoto ndani. Kipi kilikuwa kizuri, abaki na mtoto apate freezer kutoka kwa Bwana. Hamnichagulie nyie sasa. Haleluya! Nimesema kuna wenzetu wanakula. Baba, kuna mmoja babangu libeba. Kuna kamsemo mmoja tulifundishwaga, nakumbuka, nasikia tuko wote. Kuna mkulima mmoja alikuwa na farasi baba, akawa yule farasi akimpelekea, akienda shambani, anamfundisha jembe la kulima, anamlimia Akirudi anambebea mazao analeta nyumbani. Akifika nyumbani, anambebesha madumu, anaenda kuchota maji analeta nyumbani, na wakati mwingine yule farasi umchukua na kumpeleka akapeleka mazao kwenye gulio. Siku moja akang'atwa na nyuki, akakimbia mapolini. Jirani wa ule bwana akamfuata ule mwenye farasi, jirani yake, yaani kama nyumba hii na hii, akamwambia, pole kwa bahati mbaya iliyokufika kwa sababu farasi wako amekimbia. Jamani, kupotelewa kwa ule farasi mkulima alikuwa jambo zuri, sio zuri, halikuwa zuri. Yule mkulima ana hekima sana, akasema siju sijuili, kama ni baya au ni jema, anayejua ni Mungu. Siku saba baadaye yule farasi akarudi, amagogota na wenzie sita, akawaingiza zizini. Jamani, jambo hilo ni jema, sio jema? E, yule jirani alivyoona, akakimbilia tena, akasema hongera kwa bahati nzuri iliyokufika. Akauliza, bahati nzuri ipi? Mungu ndo anayejua, kwani bahati nzuri au sio nzuri? basi wale farasi mwito wajui kuli kufanya kazi za nyumbani wao sio domestic. Kwa hiyo kijana wake alikuwa ana kijana mmoja tu wa kiume, akaanza kuwafundisha wale farasi, anawafundisha wale farasi, farasi mmoja akamrusha juu. Yule kijana alipoanguka akavunja mguu vipande vitatu. Jamani, hiyo ni nzuri ni mbaya? Wa wow, yule jirani akaja tena, pole kwa bahati mbaya iliyokufika, maana kijana wako wa pekee ambaye unamtegemea amevunjika mguu vipande vitatu. Yule mkulima akasema mimi sijui kwamba ili bahati nzuri au mbaya, anayejua ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana kweli. Yule kijana akapelekwa hospitali, mguu katundikwa akafungwa eh, POP ukatundikwa juu Amekaa pale hospitali kwa muda mrefu. Ikatokea vita kati ya kijiji cha huyo mkulima na kijiji kinachofuata. Vijana wote walikala, ule kijana walitakiwa kwenda kwenye ile vita. Bahati nzuri ilikuwa nzuri kwa kijiji hiki ambacho mkulima alikuwepo, wale vijana wote walifia vitani isipokuwa kijana tu wa yule mkulima. Hiyo nayo ni nzuri, siyo nzuri? Sasa hiyo na kuvunjika mguu, ipi nzuri zaidi? <laughs> Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa chochote kinachokuja mbele, anayejua ni Mungu. Acha tumshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuondoka kwa, kwa Prosper ni Bwana. Hallelujah. Kama kuomba tuliomba, sasa ni wakati wa kushukuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi wapendwa, Mungu wa mbingu na nchi wabariki sana ndugu zetu wako tayari. Mungu wa mbingu na nchi nawabariki sana kwa muda huu. Nafikiri ingekuwa vizuri tuanze kuelekea kule gari liko, ili tupangane, na hapa nimeongezekewa na Mama Riziki na Mama Mzungu. Bwana Yesu asifiwe sana eh. Amen. Nani? kuna mwingine ameongezeka, naomba rudie majina anko Jose, anko Michael, Josephine, bravo, Mr. and Mrs. kwa maana ya baba na mama, Miss, Mrs. Stanley, Dora, mama mchungaji wetu Mbwambo, Mama Anton, Mama Migomba, uh, Grace Molel, Mama Groli, Mama Asia, Peter Daha, Mchungaji Ngoda, sauti ya Walawi, watoto watatu wa, wa, tatu, wa Mr. and Mrs. Mathias, George Kilo, Hamish Nuru, Mama Riziki, Mama Mzungu. Kuna mwingine sijamtaja? Ni hao tu. Basi tuombe sasa maombi ya mwisho tutaenda kuomba pale kwenye gari sababu hapa tumeshaomba tayari. Tuomba wale ambao vijana, tusaidie kuchukua mwili, tuelekee kule kwenye gari, na eh, hawa niliowataja pia tuelekee pale, na sisi ndugu wote tuliofika. Salome, naomba tu, tu, tu,